Katika historia ya maendeleo ya kijamii na kiteknolojia, wanadamu wamegawanywa katika makundi ya vizazi kulingana na kipindi walichozaliwa na mazingira yaliyowazunguka. Mmoja ya makundi haya ni Generation Z au kwa kifupi Gen Z. Kizazi hiki kinachukuliwa kuwa cha kipekee kwa sababu ya malezi yao katika enzi ya teknolojia ya hali ya juu. Makala hii inachambua kwa kina Gen Z ni nani, walizaliwa lini, sifa zao na mchango wao katika jamii ya sasa.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 ingawa kuna tofauti ndogo kati ya tafsiri ya miaka ya mwanzo na mwisho, makubaliano ya jumla ni kwamba Gen Z walizaliwa baada ya kuanza kwa matumizi ya intaneti kwa wingi na kabla ya kizazi kipya cha Generation Alpha. Sifa kuu za Gen Z: moja, wamekulia katika enzi ya kidijitali. Tofauti na vizazi vya awali, Gen Z walizaliwa wakati ambao teknolojia ya kidijitali ilikuwa tayari imeenea: internet, simu janja mitandao ya kijamii na vifaa vya kisasa vya mawasiliano ni sehemu ya maisha yao ya kila siku tangu utotoni. Mbili, uwezo wao mkubwa wa teknolojia. Gen Z wana uelewa wa haraka na matumizi ya teknolojia. Wengi wao ni wabunifu wa maudhui ya kidijitali, wanatumia majukwaa kama TikTok, YouTube na Instagram kwa burudani, elimu na hata biashara. Tatu, mawasiliano ya haraka na fupi wana mtindo wa mawasiliano unaotegemea ujumbe mfupi, image, memes, na video fupi. Hii imeathiri hata namna wanavyowasiliana kazini, shuleni na katika maisha ya kila siku. Nne, uelewa wa masuala ya kijamii. Gen Z wanajulikana kwa kuwa na msimamo kuhusu haki za binadamu, usawa wa kijinsia, mabadiliko ya tabia nchi na masuala ya kijamii. Wamekuwa mstari wa mbele katika harakati za kijamii kupitia mitandao ya kijamii. Tano, ubunifu na ujasiriamali. Wengi wao wanapenda kuanzisha biashara ndogondogo, hasa kupitia majukwaa ya kidigitali. Wana uwezo wa kubuni bidhaa au huduma na kuzitangaza kupitia mitandao ya kijamii. Mchango wa Gen Z katika jamii: elimu. Gen Z wanatumia teknolojia kama nyenzo ya kujifunzia. Wanafunzi wa kizazi hiki wanazoea kutumia majukwaa ya mitandao kama Google Classroom, Zoom na Coursera. Pia wanapenda kujifunza kwa njia ya video na maudhui ya kuvutia. Ajira, wanamtazamo tofauti kuhusu kazi. Wanapendelea kazi zenye kubadilika yani flexible, kazi za kujitegemea yani freelancing, na mazingira ya kazi yanayowapa uhuru na ubunifu. Teknolojia imewapa uwezo wa kufanya kazi kutoka mahali popote. Siasa na harakati za kijamii: Gen Z wamekuwa mstari wa mbele katika kampeni za mitandao kuhusu haki za kijamii, mazingira na usawa. Wana uwezo wa kuhamasisha watu wengi kupitia mitandao ya kijamii na kushawishi maamuzi ya kisiasa. Changamoto zinazowakabili: msongo wa mawazo kutokana na matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii, baadhi ya wanachama wa Gen Z wanakumbwa na, na matatizo ya afya ya akili kutegemea teknolojia kupita kiasi. Hii inaweza kuathiri ujuzi wa kijamii na uwezo wa kuwasiliana ana kwa ana. Shinikizo la kijamii: mitandao ya kijamii huweka shinikizo la kuonekana na kuishi maisha fulani, jambo linaloweza kuathiri hali ya kujiamini. Kizazi cha Gen Z ni kizazi cha mabadiliko makubwa ya kijamii na kiteknolojia kwa kuwa wamekulia katika ulimwengu wa kidijitali, wana mtazamo tofauti kuhusu kazi, elimu na maisha kwa ujumla. Uelewa wa kizazi hiki ni muhimu kwa wazazi, walimu, waajiri na watunga sera, ili kuweza kuwasiliana nao kwa ufanisi na kuwasaidia kufikia uwezo wao kamili.